Tazamaji wa Mazingira TV na Mazingira FM, tuko kwenye msiba wa ndugu Gissima Nyamo-Hanga ambaye amekuwa mkurugenzi wa TANESCO uh, Tanzania uh, tangu alipoteuliwa. Basi na haya ambayo yametokea siku ya tarehe kumi na tatu ndio yanatusogeza hapa kama radio Mazingira FM na Mazingira TV kuzungumza baadhi uh, pamoja na baadhi ya wadau mbalimbali, lakini pia na wanafamilia. Hapa tuko na mwenyekiti wa mtaa wa Migungani ambaye atatupa mawili matatu. Moja kati ya jambo ambalo anatupa hapa yeye alikuwa ni scrumet wa marehemu uh, Gissima Nyamo-Hanga. Habari za wakati huo. Nzuri ndugu mwandishi wa habari. Poleni sana kwanza na msiba huo. Ah, tumepoteza kiongozi muhimu sana. Ndio. Ndio. Binafsi wewe unavyomfahamu labda ukitupa historia kidogo, uh, ah, unamfahamu je ndugu Gissima Nyamo-Hanga? Ah, ndugu Gissima Nyamo-Hanga namfahamu kama kijana aliyezaliwa hapa Migongani. Amekulia hapa Migongani. Amesoma shule ya msingi Migungani na amemaliza darasa la saba shule ya msingi Migungani mwaka themanini na mbili. okay. E, kwa hiyo namfahamu sana. Halafu mwaka themanini na sita tuliendana naye jando moja, maana yake tulitahiriwa naye mwaka mmoja. Kikira tunaita msaiga, msaiga wangu yeye. Katika maisha yake alikuwa ni mtu mpole yani, alikuwa ni mtu, mtu ambaye apendi vurugu Mm -hmm. Na alikuwa apendi kuonea au kuonewa. mm -hmm. Alikuwa ni mtu yani mvumilivu kwa kila kitu e, na mchapakazi. Jambo gani ambalo katika makuzi ambalo nasema hili siwezi kulisahau katika makuzi, tangu tukiwa shule, tumeenda jandoni, tumerudi, siwezi kulisahau. Ambacho siwezi kukisahau ni kwamba ni pale alipokuwa mtu akimkosea yeye yeah, anasema asante. mm -hmm. Hilo nalikumbuka sana mkapotezana baada ya kumaliza ile shule na kuendelea na michakato mingine, lakini nawe pia ukaendelea na shughuli zingine. Alipotoka hapa, tulipotezana miaka kumi, alipokuwa mm -hmm. e, Dar es Salaam ya kusoma alirudia shule ya msingi baadaye, Mungu akamsaidia kafaulu, akaenda sekondari na hatimaye chuo kikuu. Kwa hiyo mm. baada e, ya kumaliza masomo ya chuo kikuu alirudi nyumbani huko mm. ndio tukaonana tena sasa, ndio tena. E, wewe ni mwenyekiti wa mtaa huu na yeye alikuwa ni mkurugenzi wa TANESCO. Ndio, binafsi ulizipokeaje taarifa za kifo chake ambacho kimesababishwa na ajali kama? Ah, kwa kweli wakati nazipokea taarifa hizi, kwanza sikuamini kwa mm. kwamba ni kweli kafariki au kafananishwa lakini baada ya kudhibitika kwamba ni yeye, nilizipokea kwa masikitiko makubwa sana na ni kwa huzuni. Sikutegemea kama kwa muda huo mtu angeweza kufa, lakini basi Mungu kisha panga kisha kufa. Nilisikitika sana kwa sababu tumepoteza mmoja wapo ya viongozi wa zarendo katika nchi hii. Ah. Uh, wewe ulizipata kutoka kwa nani hizo taarifa na ilikuwa mida ya saa ngapi? Ilikuwa ni mida ya saa moja hmm. wakati niko pale nyumbani nilikuwa nimeitwa na kijana mmoja anaitwa Anthony alikuwa mtu amemlishia shamba asubuhi sasa asubuhi hiyo hiyo akawa amepigwa simu na, na, na mdogo wake ambaye yuko Mbeya anaitwa Jose, mm. anamwambia, una taarifa gani? Umegunga? Akasema sina mwandii, na yeye ameshafariki Gissima. Sasa na mimi niko hapa nikasikiza, nikazipokea taarifa hizo, nikaanza kuuliza na watu wengine, na hatimaye nikaja msibani hapa, mm. ukuta ni kweli amefariki, ni mwili wa marehemu kwa hospitali ya DDH. mm. Eh. Kwa, kwa, kwa utendaji wako kama mwenyekiti wa mtaa wa Migungani Migungani, yeah. Yapi ambayo alikuwa anayafanya labda kwa upande wenu ambayo mnasema kama mtaa, siwezi kuyasahau kwa sababu alikuwa ni mwananchi wako, na hata akija huku, huenda mlikuwa mnaonana mnaonanaonana mm. mimi ninachokikumbuka wakati akiwa wakati hata kabla sijawa mwenyekiti alijitahidi kadri ya uwezo wake, tukawa tumepata huu umeme wa REA, kati tuko mjini lakini tukawa tumepata umeme wa REA kwa uwezo wake akiwa mkurugenzi kipindi kile upande wa REA. Alisababisha tukapata umeme wa REA katika eneo la Migungani ambapo ilikuwa istahili, kwa sababu alisema ni mjini lakini tukawa tuko mpango wa vijiji. Kwa tumesho wakati tunajenga tena sekondari ya Migungani, aliwahi kufika hapa tukamtembelea, tukamuomba tusaidie, akasema nitawasaidia trip ya kokoto tusaidie. Kwa hiyo pale ulipokuwa ukimwendea kwenye shida za umma alikuwa anatekeleza mm. e, kama ana uwezo kutekeleza kwa anatekeleza, japo kwa kipindi cha mkurugenzi ni cha muda sio mrefu sana kwa hiyo angeendelea kutekeleza mengi, na hata kuna kipande cha cha eneo la Migungani pale makaburi na tena, umeme alikuwa ameahidi kwamba utafika, lakini mauti yamemkuta. Kwa hiyo alikuwa ni msikivu sana katika yale ambayo alikuwa ameahidi. Labda una nini la kuambia serikali kwamba katika ile mipango alikuwa ameahidi basi iweze kutekelezwa kama alivyokuwa uh, maono yake. Mimi nitakavyoiomba kama nitapata nafasi mahali popote, ona kama serikali inanisikia, kile kipande cha umeme pale makaburini nilikuwa naomba na tupate umeme, kwa sababu moja ya msingi moja, yeye alikuwa ni mkurugenzi na yatoka Migungani kituo cha kuzalisha kinachopoza umeme kiko Migungani, alafu inakuaje kipande cha sehemu katika wananchi wangu wakina umeme ilikuwa nikiniuma sana. hmm. Eh, kwa alisema kwamba atatekeleza lakini mauti amemkuta. Kwa hiyo nafikiri niombe serikali sasa, ili kuenzi baadhi ya ya mambo ambayo kama kipandisha umeme hicho kukiekea umeme iweze kutekeleza. Kitu mwenzi asante sana, na Ma Robin Marwa ndio naishi wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara, kitongoji cha Idara ya Maji kata ya Bunda. Sawa sawa. Uhusiano huyu ni kaka yetu wa ukoo na istoshe, tuishi naye kijiji kimoja. Yaani kwa karibu namana ni, ni kaka wa baba mkubwa mm. Eh, lakini mheshimiwa ndugu Gissima makazi yake yalikuwa ni Dar es Salaam. Ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa hana mahusiano mengine na vitu vingine, lakini alipenda hasa ndugu zake kila kifika alikuwa akifika anashirikiana nao kwa kila anachokuta wanafanya, na pia alikuwa ni mtu ambaye hana ile dharau dharau. Yani alikuwa anakaa na kila aina ya mtu, kila aina ya makundi ya watu alikuwa anashirikiana na, hasa hakupenda mtu aishi maisha ambayo sio mazuri. alipokuwa akifika huku anaangalia watu ambao uwezo wao uko chini, hata ukimwendea kimsaada na kusaidia naona hmm. Ni vitu ambavyo yeye hakupenda vya dharau dharau, haku, alikuwa hana dharau hiyo ya kudharau mtu mnyonge wala mtu maskini hmm. Ni mtu ambaye alikuwa na moyo wa unyenyekevu, alikuwa ni moyo wa huruma. Kipindi cha miaka ya nyuma ni mtu ambaye kiukweli alipenda asaidia watu hasa ni wanyonge. Alipenda awe mtu mkubwa serikalini ili aweze kusaidia watu wale wenye hali ya chini. Kama nilivyotangulia kusema alikuwa ni mtu mwenye moyo wa huruma, na kipindi cha miaka hiyo kabla hajapata kazi hiyo, yeye msukumo wake ulimpenda awe mtu mkubwa serikalini, lakini ni la kweli, Mungu akambariki akaja kapata cheo cha mkurugenzi wa TANESCO Tanzania, na hapo alikuwa bado ana muda mchache lakini matokeo yake tulikuwa tumeshaanza kuyaona. Alikuwa anakuja huko kijini kwetu, ni mtu ambaye alipenda sana maisha ya kijini. Mimi kwa majina naito Gissima mwita Gissima, marehemu mm -hmm. ni mdogo wangu, mtoto wa shangazi yangu, ndio na kwa maana mm -hmm. kama mama yake anamfuata baba yangu kwa mara ya pili ni mm -hmm. marehemu, tumekuwa naye tangu kuzaliwa kwake mm -hmm elimu yake ya msingi mpaka kuenda mpaka sekondari, tumekuwa na mawasiliano ya karibu sana mm. E, katika makuzi yake alikuwa ni mtu wa aina gani? Alikuwa ni mtu mcheshi mm. Ni mtu ambaye hakupenda makuu mm. E, na watu, ni mtu aliyekuwa anapenda watu ni mtu ambaye sana sana yeye kwa kweli alipenda kitu elimu mm. na alipenda kitu ushirikiano. Mimi binafsi nakumbuka hata kipindi amefaulu sekondari, amesoma mpaka fomu fo mm. akamaliza kwenda fomu six ni fomu five, ilifika sehemu mama ake mzazi ambaye ni shangazi yangu alitaka kumgombea kumlipia karo kipindi cho, lakini alikuja kwangu, bwana shangazi yako sikia, tukaongea kweli, nilikuja nilipomweleza shangazi alinielewa, maana majina tunayoitwa, mimi na jina liloitwa ndio baba yake mzazi na shangazi yetu na no baba yetu alichukua jina. Sasa nivyomweleza shangazi kweli, shangazi alikubali, kauza ng'ombe yule bwana, akaenda akaenda masomoni. Sasa ameenda masomoni akamaliza form six, ameenda chuo Yani, elimu yake wote kwa ujumla, ni kwamba nilikuwa alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana.